Kama utakuja kujilaumu ukifikisha miaka 40 45, kwenye maisha yako kuna jambo moja kubwa la kujifunza. Ni hivi: ukifika muda wa kuondoka kwenye jambo, ondoka bila kutia huruma, bila kutia unyonge, bila kuogopa ogopa, wala kujielezea elezea, lakini kwa strategic. Usiruhusu comfort ulionao sasa hivi kikapoteza na kuua vision ulionayo. Kwa sababu kimepaint structure, kama vile kitakupa matokeo. Kwa mfano mimi nilipomaliza chuo kikuu nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni fulani, na nilikuwa nalipwa some handsome money, lakini ilikuwa haitoshi kabisa kwa matumizi yangu kama kijana, by the time ilikuwa ni ngumu, so nikaamua kuacha kazi nikafungua agency yangu mwenyewe. Sasa unafungua agency yako mwenyewe mwenyewe, mfukoni kwako kuna hata shilingi 10 na hujawahi kupata experience ya kupata wateja wengi watakokupa pesa kwa hiyo the only option iliyokuwa nafanya ni kusaidia watu kuweza kustart their business, kwa maana ya kwamba kuwasaidia kwenye structure na kufanya biashara zao consultation. By the time iliyokuwa nafanya ni bure, nikaacha nikapandisha kutoka elfu arobaini mpaka laki moja na nusu The more nilivyoendelea kwenda, nikaanza kuona muda wangu hautoshi wa na this amount of money it cannot help me to run a company, so I shifted that class nikamia the high class. Sasa hivi ninachaji consultation not less than half a million to sit down na kustructure masuala ya biashara, bado ninasaidia watu kusajili makampuni yao. Do you know what happened? If ningeendelea kukaa kwenye eneo lile lile, kubaki pale pale, nisingeweza kutengeneza aina mpya ya mimi. Sasa hivi I'm too much confident nakutana na, na level za watu ambao mi mwenyewe nilikuwa naona kwenye TV, mi mwenyewe nilikuwa natamani siku siku moja nije niunge nao. Sasa hivi tuko tunakaa meza moja, we we speak the same language and we good. By the way, nimeweza kwa kusajili makampuni mengi Tanzania, nimeweza kuingia ofisi nyingi Tanzania, nimeweza kutengeneza kampuni yangu mwenyewe. Sasa hivi nina team ya watu kwenye kila department and and I'm paying them handsomely and they are proud to be chini yangu kufanya kazi na mimi kwa sababu gani niliamua kuacha unapologetically, kuanzia safari yangu ya mwanzo, steji nilizokuwa napita na kusema okay, now we have to move. Ukitaka kung'ang'ania eneo moja maisha yako yote tegemea kuja kujutia maisha yako yote. Why? kwa sababu uliamini ukikaa kwenye hako kaeneo kako maisha yako yote itakupa matokeo unayoyataka, kwa sababu tu imekupa kauhalisia kwamba ukikaa hapa ukalipwa hii amaunti utaongezeka, utakuja ku, ku, kulipwa hii amaunti kwa sababu umekaa hapo, ila utaki kutoka hapo. Na kuongezeka kwamba you don't know what's gonna happen, itakuwaje kama ukitoka hii stage kwenda nyingine, unapologetic bila kujua itakuwaje, bila kujua uh, certainty bila kuwa na uhakika wa jambo. Ukibakia pale utabaki eneo moja maisha yako yote. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na hili, chini pale kwenye caption kuna namba za simu, piga timu yangu itapokea na itakusaidia kuweza kustructure appointment na mimi, tutakaa chini tu structure everything na kujua nini kinafanyika, ama comment neno mentorship hapo chini na kusaidia kuweza kutoka hatua moja kwenda nyingine.